Michezo mbalimbali mbali kitaifa pia na kimataifa. Klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club imesema haina mpango wa kumwajiri Kim Paulsen kuwa kocha mkuu wa timu hiyo. Simba imesema ipo katika mkakati wa kutafuta kocha mpya, lakini mchakato huo haumruhusu hamruhusu Kim Paulsen ambaye zamani alikuwa kocha wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Ahmed Ali na simulizi zaidi Kim Paulsen yupo nchini tangu katikati ya Januari hii na kuonekana katika viwanja mbalimbali mbali akishuhudia mechi za ligi kuu. Mechi ambazo amekuwa akizifuatilia zaidi ni zile zinazoihusu timu ya Simba, hivyo kuibua hisia kuwa mdenish huyo huenda yuko mbioni kujiunga na wana wanamsimbazi. Sina taarifa kwanza za Kim Mezani kwangu haijaje taarifa yoyote ya Kim Paulsen hapa, uh, mchakato unaendelea. Nilisikia maneno maneno hayo ya Morocco, ni kweli, utaratibu wa kawaida. Morocco, hatukuafikiana naye, kwa hiyo Morocco aendelea na shughuli zake na Simba inaendelea na mchakato, lakini Morocco alikuwa haji hapa kama, kama, kama chief coach iwekwe vizuri. Tunaendelea mchakato kumtafuta chief coach kutu, ama kutoka ndani ya Afrika au nje ya Afrika. Huu mchakato unaendelea. Katika hatua nyingine, uongozi wa Simba unakutana kujadili mpango wa Yanga kuacha Ligi Kuu Tanzania Bara na kwenda kushiriki mabonanza. Azam wameondoka Jumatatu hii kwenda Zambia kushiriki bonanza la timu nne, wakati Yanga wao wataondoka Ijumaa hii kwenda Afrika Kusini kwenye sherehe ya birthday ya klabu moja nchini humo ambayo wanafanya siri kuitaja, lakini niwape taarifa tu, hili ni jambo zito, ni jambo kubwa na sisi tumeliona hilo. Kamati ya utendaji ya klabu ya Simba saa tisa jioni ya leo itakutana rasmi kuweka msimamo juu ya sakata hili au sarakasi hizi zinazoendelea kuhusu Yanga kwenda kushiriki birthday huko Afrika Kusini, TFF imesema hawana taarifa, lakini uzoefu unaonyesha kuwa kama Azam imekubaliwa kwenda Zambia kwenye bonanza, maana yake ni kuwa kanuni au busara iliyotumika kwa Azam ndiyo hiyo hiyo itatumika kwa Yanga. Yangaa. Ahmed Ali, Star TV, Dar es Salaam.